Hello. Hello, shangazi, naomba unisaidie, niko na shida aki. Shida gani? Keke, ndakusaidia na nini? na wewe ni bibi ya tajiri, unaweza pata kitu chochote unachohitaji. Shangazi, nahitaji house girl, that's why nataka unisaidia kutafuta msichana kwa ushago. Kwani hiyo Nairobi hakuna wafanyakazi? Huko wafanyakazi wako, lakini si wa kuaminika. Nilikuwa nataka unisaidie kutafuta msichana kwa ushago mwaminifu. Kama unataka msichana mwaminifu, labda ni uchukue nikupee mtoto wangu Tina akufanyie kazi. Wow, hiyo ni idea. Na ukikubali kunipa wewe msichana wako nitakuwa nikimlipa 50,000 per month. Hiyo wow, ni poa juu nilikuwa na shangaa, wapi anaweza pata kazi namlipa hiyo pesa yote. Usijali shangazi, na pia akifanya kazi vizuri nitamlipa zaidi ya hiyo. Wacha sasa nikifika nyumbani ndamwambia jitayarishe kesho akuja anze kazi. Oh, ni sawasawa basi shangazi, sawa. Karibu sana tena. Ujisikie kwa nyumbani. Asante sana Sez. Najua mamako amekuambia unakuja kufanya kazi ya nyumba, lakini kuna kazi nyingine nataka unifanyie. Mm, kazi gani hiyo? Nataka umtongoze bwanangu. Ah, uko sawa Sez? Hey, eh, niko sawa na hiyo deal ikigo through. Nitakupea 1 million. Kwani uko na mpango gani? Kwa sababu najua naweza fanya hivyo alafu ukuje unigeuke. Sikwepo <laughs> nimekuja kukaribia ndoa. Usijali, sikwepo na wasiwasi Sez. Mimi lengo langu ni kuivunja hii ndoa kupitia wewe, ili nimiliki mali yote ya bwanangu. Ah, unawezaje miliki mali ya bwanako yote kupitia mimi? Tulivyofunga ndoa, tulikubaliana na bwana wangu, mtu yoyote atakayesaliti mwingine atasababisha hii ndoa ivunjike, na huyo mwenye amesalitiwa atachukua mali yote ya familia. Hmm. Nimekuelewa haya. Ah, basi give me some time I think about it. Ginabo eh, fanya kazi haraka bwana, ni kupewa one milioni yako, anza life ingine. <laughs> Sawa, sawa. Eh, sawa.